Aya muntazi jiske the din raat mu amma khul gaya roshan hui ba. audhubillahi minashaitani rajim bismillahir rahmani rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika kipindi chetu, kipindi ambacho tunaangazia sana maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa, wa Ahmadia, Hazrat Mirza Gulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Leo vile vile tuko katika studio, tutajibu mashtaka ambayo wapinzani wanaweka dhidi ya mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa, wa Ahmadia. Tunajua ya kuwa haj haj ni nguzo ya tano ya Kiislamu na wapinzani wanasema ya kuwa mwanzilishi wa jumuia ya waislamu wa, wa Ahmadiyya haku hakufika kule maka kuhiji. Leo katika studio, wageni ambao niko nao hapa watajibu shutuma hili. Karibuni. upande wangu wa kulia ni naye mwalimu Nasir Juma tuva saib, karibu katika studio yetu. Asante sana. Naam vile vile ninaye mwalimu Muhammad Musa Oponyo saibu, karibu katika kipindi chetu. Asante sana bwana mtangazaji. Na mwalimu saibu, wapinzani wanaibua pingamizi kuu sana, ningependa wewe ueleze yule mtazamaji pingamizi hili ni lipi, na je, masharti ya kwenda kuhiji ni yapi? Naam, asante sana ndugu mwe mtangazaji. Kwa kifupi ni kwamba hawa wapinzani ni kweli wameendelea kufanya hizo shutuma na zimeendelea kuwa katika kila jambo ambalo kwamba linahusu maisha ya Masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam, lazima watokee waulize, na sisi nasi tunasema hatutachoka kujibu, kwa sababu kwa njia hiyo hiyo pia tunaelimisha wengine e. Basi moja kwa moja katika jibu lake ni kwamba masharti ya hija Mwenyezi Mungu aliyaweka katika Qur'ani, katika Surat Imran, sura ya 3 aya 98. Mwenyezi Mungu akisema kwamba walillahi ala nasi hijjul baiti man istataa ilaihi sabiran waman kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin, yaani maana yake ni kusema kwamba na kwa ajili ya hija ni wajibu kwa Waislamu, kwa yule ambaye kwamba anaweza kufa, kufanya jambo hilo na yule ambaye kwamba atakufuru basi Mwenyezi Mungu ni mkwasi kwa walimwengu wote. Maana ya aya hii imeelezwa katika kitabu cha Abu Daud, ikielezwa neno hili mani statoa lilikuwa lina maana gani, na katika neno hili zimetoka sababu tatu, ama masharti matatu ambayo kama yakitimizwa kwa yule ambaye kwamba yuko na haja ya kwenda hija yeah, basi itakuwa inasuhi ama inakubalika mm -hmm. Sharti la kwanza linaonekana kwamba ni uwezo, kwa hivyo mwenye kuweza kufanya hivyo yeye ndo anaruhusiwa kuenda na hii inamaanisha kwamba kuna mambo ambayo kwamba anafaa ayazingatie no. Katika kufanya jukumu hilo mm -hmm. na sharti la pili ni uwezo wa kugharamia ile safari mzima, na sehemu ya tatu ni upande wa amani mm -hmm. Kwa sababu wakati mwingi inatokea kwamba tuko na haja ya kwenda kuhiji, lakini labda pale tulipo kutoka kwenda sehemu yenyewe tunaelekea, labda amani ya nchi si mzuri, ama labda nchi ambayo ni jirani na Maka hakuna amani. Kwa hivyo mambo yanazingatiwa katika namna hiyo, uwezo na amani eh, na pia vilevile vile, na ile njia ya kugharamia katika kwenda katika hija. Maneno haya yalipoelezwa namna hivi yalikuwa yanamaanisha kwamba si kila mmoja anaenda hija na ndio maana ikasemwa kwamba manistataa ilaihi sabila. Hata katika nguzo za Islamu, nguzo za tano, nguzo ya tano ni kwamba manistataa ilaihi sabila, imeelezwa namna hiyo kwamba mwenye kutaka kuhiji ni sheria na ni sharti, lakini katika kutimizwa kwake lina mazingatio yanafaa kuangaliwa ili liweze kutimizwa na. Kwa hivyo hii ndiyo sehemu muhimu kabisa kwa kifupi kuhusu sharti la hija. Kwa hakika imebainika sharti ya kuenda haji lazima amani iwe i, i, iwepo, na pia nini uwezo, uwezo. Asanti sana naam malim saib, shutuma hili e, lilibuliwa dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wasalam. Je, wakati wa uhai wake, je aliweza kujibu mashtaka haya na kujibu, ni masharti gani e, yaliyomzuia kwenda kuhiji? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Ni wazi kwamba namna alivyotangulia kueleza malim saib ni kwamba haji ni nguzo ya Kiislamu ambayo kutekelezwa kwake kunategemea masharti ambayo yamewekwa, na namna tunavyojua ni kwamba haji ni nguzo ya tano ya dini tukufu ya Kiislamu, na baada ya nguzo ya kwanza ambayo ni kalima, tunajua tuko na sala, tuko na zaka, tuko na saum na haji. Hizi nguzo zote ni muhimu kwa kila mumin kutekeleza, ingawa kuna baadhi ya nguzo ambazo kuna masharti ambayo ikiwa hutaweza kuyafikia, kuyafikia haya masharti basi sheria inakuruhusu kwamba hutaweza kutekeleza nguzo kama ile Na. Kwa mfano bwana mtangazaji, tunajua kwamba saum ni nguzo muhimu ya Kiislamu mm -hmm. Lakini sheria inaruhusu kwamba watu fulani wanaruhusiwa kutofunga. Kwa mfano Na. Ikiwa mtu ni mgonjwa, sheria inamruhusu kwamba asifunge. Ikiwa mama ni mjamzito, tunajua kwamba sheria inaruhusu kwamba asifunge. Ikiwa ni ananyonyesha, vile vile sheria inaruhusu kwamba asiwe na saumu yeah. na vile vile wazee ambao ni wakongwe na watoto ambao bado ni wadogo, sheria inawakataza kufunga yeah. Kwa hivyo, vile vile haji nayo pia, ingawa ni nguzo muhimu sana kwa kila muumini, lakini ina masharti yake, namna tulivyosikiliza katika aya kwamba lazima uwe na uwezo wa kugharamia ile safari, pili uwe na afya nzuri kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanapaswa kuangaliwa kwa yule mwenye kufanya hija ikiwa hana hawezi kutimiza haya kwamba labda ni mgonjwa na ugonjwa unaojulikana sheria inamruhusu kwamba asifunge Naam. Ikiwa hakuna usalama wa kutosha, namna tulivyosikia kwamba sheria inakuruhusu kwamba usiende usi, usi haji. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba anatakia watu mambo mepesi, mepesi. Yani, dini imefanywa kwa nyepesi, dini si mzigo kwa mtu kwamba ikufanye kwamba hata jambo ambalo naweza kuleta shida kwamba lazima uli, ulifanya na namna tunavyojua katika maisha yake Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam ni kwamba alikuwa na changamoto mbalimbali za kiafya, hata hao wapinzani wanaozungumza wao wamemlimbizia magonjwa mengi tu kwamba alikuwa na hili, alikuwa na hili. Kama ni kweli, then sheria inamruhusu kwamba asiende kuhiji. mm -hmm. E, hata hivyo ni kwamba mwenyewe alikubali kwamba alikuwa na ugonjwa wa kuumwa na kichwa, alikuwa na ugonjwa wa kuendesha, alikuwa pia baadhi wakati kisunguzungu na pia ugonjwa wa kisukari. Kwa hivyo kiafya, sheria inamruhusu kwamba asiweze ku, kufanya hija kufanya e. hivyo. Kwa hivyo anayo sababu ya kisheria. Pili ni kwamba hali ya usalama na hili ni muhimu sana, na kwamba maadui wa Saidna Ahmad alaihi salatu wasalam hawakumpa amani wakati wowote, kila wakati walitafuta kila mbinu ya kumtega na kila mbinu ya kutaka kumaliza maisha yake. Kwa hivyo kwa kuenda hija na kwamba kule ndiko waliko sasa, unafikiria kwamba ingefanyika kitu gani? mm -hmm. E, kuna, kuna mwislamu ambaye alimuuliza Saidna Ahmad swali kwamba kamba eh, molfisab kwamba watu wanalalamika kwamba hukuenda kufanya hija mm -hmm. e, ni kwa nini? Sayyidna Ahmad kwa kujibu alisema kwamba hili swali wanaliuliza kwa sababu ya fitna, kwa sababu wanajua vizuri kwamba wao wana, wana, wananitolea fatwa kwamba mimi si Muislamu, mimi ni kafir, naudhubillah. Kwa hivyo wao wana nia ile kwamba unafikiraje kwamba nikienda kule kuhiji basi watu watafanya kitu gani? Ikiwa mahali ambapo kuna serikali kama hapa wanafanya kila aina ya mbinu kunitafuta na kunipata mm -hmm. Sasa ikiwa nitatoka hapa nisafiri kwenda Maka mm -hmm. mahali ambako wao ndi wanatawala itakuwa namna gani? mm -hmm. kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo Sina Ahmad alaihi hakumruhusu hm salatu wassalam kuweza kwenda kufanya safari ya hija na iko ndani ya sheria mm -hmm. E, kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza am naeza kumlaumu kwamba ah, ni kwa nini hukuenda kufanya hija mm -hmm. E, kwa hivyo hizi sheria ambazo zimewekwa, kanuni za hija au masharti yalimpa Sina Ahmad nafasi ya kutokufanya hija mwenyewe binafsi. Asante sana kwa kubainisha Uh, kwa uwazi masharti ya kufanya haji na pia masihi Maud alayhi salatu wassalam alikuwa na udhuru pia ya kuto ya kutoenda haji. Je, eh, masharti za haji eh, mtu anaweza enda haji kwa niaba ya mtu mwingine? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo. Basi eh, katika maelezo ya masihi aliahidiwa mwenyewe kuhusu kwamba kama inafaa kuhiji kwa mtu mwingine kwa niaba ya mtu mwingine, masale diwa alianza kwa kusema namna hivi: kwanza, wale wanazuoni ambao kwamba wanataka mimi niende kuhiji na wanauliza kuhusu hili na wameweka pingamizi juu ya hili ni kwamba wao wanafaa waniahidi kwanza, kama nikienda kuhiji na nikarudi wata watajiunga wata, wata, wata, wata, wata, wata na mimi kuwa wanajumuia, watajiunga katika jumuia yangu, wawe wafuasi, wawe wafuasi wangu, kwa sababu ni kwa njia ya hawa maulvi ama viongozi wao ama ni maulamaa wao ambao wanasababisha zile fitna ambazo kwamba zinachangia kukosa kwenda kwenda hija <tinyo> lakini, pia alieleza akasema kwamba tukiangalia katika swali lao hili linaonekana ni kana kwamba si pingamizi ambayo limekuja juu yetu no. Ni kana kwamba wameleta pingamizi hilo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sala, lao, sala. Kwa sababu yeye pia tunaona katika historia ya kwamba yeye alifanya hija mara moja tu katika eh, katika maisha mesha yake mm. Na hili linaonyesha kwamba ni kana kwamba wana wanauliza yeye, lakini tukiangalia katika historia ya maisha ya mtume na katika hadithi zake inaonyesha kwamba inawezekana kwamba mtu mwingine kwenda kuhiji kwa niaba yake no. kwa mfano katika kitabu cha Sahihul Bukhari e, imeelezwa ya kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye kutoka katika mji wa Hatam ambaye alimuendea mtume na akamuuliza kwamba mimi baba yangu amekuwa mzee sana no. na sheria hii ya hija imeteremka na yeye hawezi kukaa kwa muda mrefu kwa mnyama je naweza kufanya hija kwa niaba yake yeye akamwambia kwamba unaweza kufanya. Katika kitabu cha kitabu hiki cha, uh, cha, cha haji maneno haya yameelezwa yame waziwazi ya kwamba huyu mwanamke aliruhusiwa na mtume kwamba afanye hija kwa niaba ya babake no. pia vilevile ilielezwa katika Sunan Abu Daudi kwamba eh, kijana mmoja ambaye alifanya hija kwa ajili ya ndugu yake mm -hmm. na mtume salam alikuwa anashuhudia hili na wala hakukataza. Kwa hivyo ni kuonekana kupitia hadithi hizi zinaonyesha kwamba kufanya hija kwa niaba ya mtu mwingine inawezekana, no. Pia maasi alahidiwa alikuwa ana haja ya kuenda hija sana, hata wakati wake wa maisha yake ya mwisho no. na ye alimwandaa mtu ambaye atafanya hija, na huyo mtu alikuwa eh, ni, ni Hamadu, ahmadullah sahib mm. ambaye huyo alikuwa ana ataenda hija kwa niaba mm. ya maasi alahidiwa mm -hmm. na ye alifanya gharama zote na njia zote ambazo ni za muhimu na hija yake ikatimizwa. Kwa hivyo tukiangalia nyuma, kulingana na hadithi ambazo zimetolewa za mtume salam na hija ambayo ilifanywa kwa niaba ya masihi hapa, hakuna eh, hakuna wasiwasi wala hakuna shaka kwamba Masih aliahidiwa kulingana na sheria pia naye alifanya hija vile vile. Naam, asante sana naam. Kama Masih Maud alayhi salatu wassalam alifanya mtu alifanya hija kwa niaba yake, je, wafuasi wake ambao ni wanajumia Waislamu wa Ahmadiyya katika historia kuna historia yoyote ambayo inaeleza ya kuwa wanajumuia walienda haji kule Maka? Uh, asante sana bwana mwelekezi. Uh, ukweli ni kwamba hizi tuhuma na hizi fitna za wapinzani ilikuwa tu ni hawana kitu cha kufanya. Hata kama Sayyidna Ahmad alaihis salatu wasalam angeenda hija binafsi, hata bado wangeendelea kumpinga no. kwa sababu tunaona kwamba kuna baadhi ya wanajumuia mashuhuri ambao nao walipata kufanya hija lakini hatujaona hawa wapinzani wakisema kwamba sasa tutajiunga na nyinyi, sababu tunaona kwamba watu wenu wanafanya hija. Kwa mfano khalifa Khalifatul Masih wa kwanza Maulvi Hakim Nuruddin radhiallahu anhu alipata kufanya hija mara kadhaa, si mara moja uh -huh. bali mara kadhaa wakati wake wa mwanzo mwanzo uh -huh. na vile vile tunaona kwamba Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu alikuwa Khalifatul Masih wa pili uh -huh. naye pia alipata kufanya hija lakini hatujaona kama hawa watu wanasema wana kwamba sasa tunajiunga na, na Ahmadiyya sababu watu wenu wanafanya hija nyinyi Waislamu, hapana mm -hmm. na hii safari yake Hazrat Mirza Bashuddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu ilikuwa ni safari ndefu ya miezi mingi akipitia katika nchi mbalimbali za Kiarabu na akapata nafasi ya kuandika historia kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Mm, kwa hivyo -hmm. tunaona kwamba naye aliyekuwa ni mwana wa Masih alihidiwa ali tena Muslih Maud alipata nafasi ya kufanya hija vile vile tunaona kwamba mwanajumuia mashuhuri sana sa Muhammad Safrullah Khan Sahib naye alipata kufanya hija mara karibu mbili hivi, tena na pia hata alifanya umra, na wakati akienda alikuwa ni mgeni maalum wa kifalme. Alikuwa anafanya hija akikaa katika nini ni, jumba la kifalme. Kwa hivyo unaweza kuona ile heshima ambayo walikuwa nayo, na wakapata kufanya hija mara kadhaa. Lakini bado tunaona kwamba wanatoa pingamizi wanatoa shutuma, na tumeona katika ushahidi kwamba kuna mtu aliyefanya haji kwa niaba ya sana Ahmad alayhi salatu wassalam, lakini bado wanapinga. Kwa hivyo hawa kazi yao ni, ni kupinga tu, bwana mtangazaji, na wala hawana lolote la maana. Hata kama leo kwa hata Khalifatul Masihi wetu hake akaenda hija leo, naam. Tena bado ataendelea kupinga tu. Watapinga e, tu. Kwa hivyo tumeona kwamba kuna wanajumuia ambao nao walipata fursa na heshima ya kwenda hija. Naam, asante sana kwa jibu hilo nzuri sana naam. Mwalimu sahibu, kwa wale najua sio hawa pekee yao ambao walienda kuhiji kule Maka ambao ni wanajumuia wa Waislamu Ahmadiyya nadhani ni wengi sana. Je, katika historia unaweza tueleza wale ambao wanahiji. Aa, mipangilio yao ya kwenda haji, dua sala zao zi, ilikuwa vipi? Naam, asante sana kwa ukweli. Kama ulivyosema waliokwenda haji ni wengi katika jumuiya hata vyenye mm -hmm. Eh, Maalim Sahib amesema kuhusu za, saa Zafrullah Khan Sahib mm -hmm. si yeye peke yake ambaye alienda, pia wazazi wake walienda mm -hmm. katika mwaka wa 1924 yeye anaelezea kwamba wazazi wake walikwenda hija ingawa kulikuwa na hali eh, ya joto sana, na wakati wakienda pia kulikuwa kuna mwandamo wa, wa baridi kali na babake alipitia hali ngumu, lakini mamake, inasemekana, yeye alifurahia safari vyenye ilikuwa, ilikuwa na walienda. Walipofika huko katika upande wa Arafat, inasemekana kulikuwa kuna shida ya, ya, ya maji. Kwa hivyo kulikuwa kuna kiu kali na maelfu ya watu walikufa kwa sababu ya, ya kiu no. Na yeye alisikia, aliposikia hivyo alikuwa na wasiwasi juu ya wazazi wake kama watarudi salama mm-hmm. Lakini baadaye walirudi salama na tena baada ya miaka mingine miwili tena walirudi tena. Tena inasimuliwa kwamba baada ya mingine miaka kumi na mbili tena walirudi tena. Kwa hivyo hiyo safari ya hija ilifanyika katika jumuiya na wanajumuiya wengi walienda, lakini kama ilivyosemwa na Mwalimu Sahibu kwamba hawa wapinzani hata kama waone kizuri kwetu ambacho kwamba kinaandamana na sheria wao hawatasema, lakini kikitokea ambacho wanashaka nacho watasema kana kwamba hakuna kizuri kilichofanyika. mm -hmm. Pia vile vile, Sufi Ahmad Jan yeye alienda katika hija na Masihi aliahidiwa alayhi salatu wasalam, yeye mwenyewe alimpatia maneno ya kwenda kuongea akifika katika Alkaba. mm -hmm. Na maneno yenyewe yalikuwa yanamaanisha kwamba yanamaanisha uadilifu na moyo ambayo yuko nao na shauku ambayo yuko nayo nao kuhusu eh, kuifufua ama kuimarisha kuy, dini katika, katika dunia na vile, vile kuhakikisha jumuia imeweza kufahamika kote ulimwengu kwa hivyo haya ni maneno ambayo kwamba yanaonyesha haji ilifanyika katika jumuiya na si wakati tu wa zama za Masih aliyeahidiwa, mpaka sasa inaendelea kufanyika. Kwa kifupi ni kwamba katika jumuiya yetu Ahmadiyya hmm. Eh, wanajumuiya wanafanya hija katika kila mwaka na inadhihirika mara zote kwamba wanajumia wanafika kule na hata wapinzani wetu wanafahamu kwamba hilo linatendeka, wala hawajasema chochote kuhusu hilo, lakini hutafuta mahali pa kupenya hivi, ili kuleta pinzani wakati yakiwa yanafanyika, ambao ni sheria, wala hawasemi chochote kwa hii ni kuonekana ni desturi yao. Wao walisema na watasema, na tutarajie kujibu mengi katika upinzani wao. Ah, nyinyi mko hapa, mtawajibu vizuri sana. Kabisa kabisa ni kuwa imebainika ya kuwa wanajumuia Waislamu wa Ahmadia mpaka uh, sasa uh, mwaka baada ya mwaka wanaenda kuhiji kule mji wa Maka uh, na hawa hawakosi pingamizi. Unaona hata katika hali za siku hizi uh, wanaanza kushutumu wanajumuia ya kuwa wao wana haji yao. Saa zingine utaona ya kuwa tukienda katika mambo za jalsa salana wanaona sasa hawa wanaenda katika eh, haji yao. Je, unaweza kutueleza madhumuni ya jalsa salana ili kila mtu aweze kuelewa? Asante uh, sana bwana mtangazaji. eh, namna unavyosema kwamba ni hali ya ajabu kwa wapinzani wetu kwamba kila kitu ambacho kinafanywa na jamaat Ahmadia wao wanapinga, yaani hata kiwe kizuri namna gani, lakini kazi yao ni kupinga tu na ajabu ni kwamba wanafuatilia sana mipangilio ya jamati ili wapate kitu cha, cha, cha kupinga. mm -hmm. Wananikumbusha namna alivyoimba mshairi mmoja kwamba mtu huliadui jua akasema ni mwezi nah, yani unajua kwamba vizuri hili ni jua, lakini kwa sababu ya chuki masema ukasema kwamba ni mwezi. Yani hata kile ambacho tunafanya kitu kizuri nah, wanapendezwa nacho, lakini sababu wanaona aibu kusifu, wanatafuta njia ya kupinga nah. Kwa mfano mpangilio mzima wa jalsa salana kama utafata yale zile masharti na shabaha za Jalsa ambazo Saidna Ahmad alayhi salatu wasallam aliweka, zote ni kwa sababu ya kujenga imani ya, ya mtu naam, na wanajua hivyo, lakini kwa sababu wao kazi yao ni kupinga wanaendelea kupinga tu. Kwa ufupi, Saidna Ahmad alayhi salatu wasallam amesema kwamba Jalsa Salana ni mkutano ambao ni mkutano wa kiroho wa kujenga watu imani zao. Mm -hmm. Na ukiangalia kwamba ya, ya, yote yanayofanyika katika Jalsa Salana kila inji, kama utafuatilia utakuta kwamba pale ni hutuba za kidini, watu wanapata nafasi ya kuuliza maswali ya kidini, mtu akitoka pale amejengwa imani yake. Watu wanapata nafasi ya kuswali tahajjud katika nyuma ya imamu. Kwa so, hivyo ni mambo ambayo yanajenga imani za watu. Naam. No. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam namna tulivyosema kwamba kila kitu alichokifanya Sidna Ahmad msingi wake ni katika Qur'an. Mm -hmm. Mtume sallallahu wasalam amehimiza sana watu kuhudhuria vikao vya kidini aliposema, kwamba jilisheni katika bustani za peponi no. Walipouliza maswali kwamba nini bustani za peponi, alisema kwamba mikutano ambamo hutajwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unaona kwamba hizi ni mikutano ambazo ziko chini ya sheria ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mikutano za kidini, lakini hawa mabwana kazi yao ni kupinga kila kitu ambacho tunafanya no. Kwa mfano Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam aliweka sababu 11 za jalsa salana no. Tataja chache tu ili mwenye kusikiliza mtazamaji ajue kwamba hizi ni mikutano ambazo shabaha yake ni kujenga roho za, za, watu, za watu amesema, yeah. La kwanza ni kwamba mtu anapata nafasi ya kukutana na kiongozi wake imamu wake no. Fikiria kwamba wewe umefanya baiyati huku nyumbani no lakini umepata nafasi kwenda Jalsa Salana ambayo huzuri Khalifatul Masih yuko, mm -hmm. Unaswali nyuma yake, unasikiliza hutuba yake moja kwa moja, kwamba imani yako itajengwa namna gani? mm -hmm. Kila wakati una, unaona uzuri tu kwa MTA, lakini umepata fursa ya Jalsa Salana kumwona uzuri moja kwa moja, yeah. Bila shaka ukirudi, imani yako itakuwa ni kubwa sana e, yeah. Kila hizi mikuta, mikutano pia hutuba ambazo zinasikilizwa za kidini aya za Qur'ani hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi nina ushuhuda wangu wa binafsi kwamba mm -hmm. kuna baadhi ya vitabu ninasoma kule nyumbani mm -hmm. Lakini ninapopata kusikia vikitajwa pale katika jalsa na. inaniongeza imani sana kwamba nasoma kitabu cha, cha, cha ukweli. Kwa hivyo hutuba zinazotolewa hapa ni za kujenga imani za watu pia. Sayyidna Ahmad alaihis salam anasema kwamba wenye kuhudhuria jalsa wapate nafasi ya kukutana na halaiki kubwa ya watu ili kusidisha zile imani zao no. Fikiria kwamba wewe ulifanya bayati kwa maalim kule nyumbani, mko pale labda na jumuiya kumi ishirini, lakini leo umeenda jalsa, watu kwa maalfu wamejaa no. tunaona kule Ulaya kwamba watu alfu arobaini, alfu hamsini wameenda jalsa. Ukapata nafasi kwenda mahala kama pale Uta, utapata imani kubwa, sababu ulifikiria kwamba uko peke yako, kumbe kuna wenzako Ushafahamu kule Ghana, tunaona katika jalsa salana kwamba watu wanakuja karibu laki laki moja, yeah. Inaongeza imani kujua kwamba huku niko kwa Kenya lakini kumbe kule nje kuna wanajumuia mm -hmm. Kwa hivyo jalsa salana ina shabaha kubwa ya kujenga imani za watu mm -hmm. Na Sayyidna Ahmad alayhissalam anasema kwamba jalsa yenyewe msingi wake umewekwa na Mwenyezi Mungu, yani msingi wake ni takwa mm -hmm. Kujenga ile imani ya watu yeah. Kwa hivyo hawa watu kwa sababu ya hila na chuki uh -huh. wanataka kuchafua hata kile kitu ambacho ni kizuri ambacho wao hawana. Uh -huh. Lakini kwa sababu ya wivu tu wakaona, ah, kitu kizuri mbona kinafanywa na wao? Afadhali sisi tungekuwa tunafanya ndio. Uh -huh. Sababu utaona kwamba hata baadhi katika baadhi ya inji wanaweka vikwazo safarini. Uh -huh. Wenye kusafiri wanapata shida Chidi. Kutokana na wao. Uh -huh. Au wanaharibu hata yale maandalizi wana vamia maandalizi kama ni mahema yametengenezwa au vitanda vi, vya vi watu kutumia, wanapata kuharibu ili jalsa isifanyike mm. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, jalsa zinaendelea katika kila nchi na watu imani zao zinazidi kukua, alhamdulillah kwa kubainisha alhamdulillah, mambo haya kuhusiana na jalsa. Na pia wakati Mwalimu Saba alikuwa anaeleza, nikakumbuka kitu fulani ambayo pia ni kipingamizi vile vile ya hawa wapinzani wakisema ya kuwa Masih Maud alayhi salatu wasallam ameanza bid'a mpya, yani jalsa salana ni kitu kama bid'a, yani kitu mpya katika dini. Je, alijibu vipi pingamizi hili? Eh, asante sana. Kwanza kabisa, masale hidiwa alisema kwamba eh, eh, jalsa salana kwa unyenyekevu kabisa ilianza mnamo mwaka 1891 hmm. Na wale waliohudhuria wakati ule walikuwa watu 75 kiwango ambacho kilikuwa katika jamaati ambazo kwamba wakati ule ilikuwa mwanzo mm -hmm. Lakini kuna bwana mmoja ambaye yeye alitoka mpaka akaenda kwa imamu wa e, Lahore ambaye alikuwa anasimamia msikiti naitwa Chini Anwal mm -hmm. katika e, e, katika msikiti wa Lahore mm -hmm. na akaenda akamwambia kwamba hapa kunafanyika mkutano ambao kunajengwa mahema, na anataka uweke pingamizi kwamba hii isifanyike. Mm -hmm. na ili kufanya hali iwe mbaya zaidi pia akataja kwamba pia wanaonekana wanajenga manyumba mengine hapo na alikuwa anamaanisha bwana mmoja ambaye anaitwa eh, Hakimu Fazli eh, sahib, mm -hmm, ambaye alikuwa amejitolea kwa moyo kabisa, anafanya vile kwa gharama yake yeye mwenyewe, lakini bado anarudi kwa wanajamii kuwahimiza kwamba mm -hmm, wanaweza kuchangia ili kuifanya jalsa salana ikawa ya kufana kwa kuifanya kufanya mazingira yakawa mazuri kabisa. mm -hmm. Na huyu bwana alipokwenda kuongea hivi alimaanisha kile kile ambacho unakisema kwamba, ni kama mpango huu ulikuwa ni mpango mbaya, ni kama ametaja, ni sehemu ya bidaa. Kwa hivyo ni kama kusema kwamba hawa kitu ambacho kwamba si Uislamu wakati imeelezwa na Maalim Sahibu kwamba kuna hadithi ambayo imesimulia ya kwamba mtume alisema sallam kwamba mjilisha katika bustani eh, mjilisha katika bustani za peponi yeah. Na alipoulizwa akasema kwamba ni mikutano ya kidini ama ni vikao vya kidini na tunaona kwamba huu mkutano ambao tunaozungumzia hapa Jalsa Salana ni kama bustani yenyewe ya peponi, kwa sababu unapata mazingira kamili, ambayo na kujenga imani, unajuana na watu mbalimbali, hotuba zinatolewa aina mbalimbali, maswali yanaulizwa, unapata nafasi ya kujenga imani yako kwa namna ambayo ukitoka huko, tunasema kwa namna nyingine, ni kama mtu ambe kwamba yani anapata eh, ladha maalum ambayo akirudi. Asante sana kwa kueleza hiyo bayana vizuri. Na pia Mwalimu Saib, uh, j Masihi Maud alayhi salatu wasalam alitoa hoja gani kwa wale ambao uh, wanaelekea katika safari za kupata elimu kama hiyo ulivyokuwa umesema hapo awali ya Jalsa Salana? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Namna tulivyosema ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kila jambo ambalo alianzisha au kuzungumza alikuwa na ushahidi wake katika maandiko, na vile vile safari ya Jalsa Salana, hmm. ni safari ambayo watu wanafanya ili kupata faida ya kielimu na faida ya kiroho, yeah. na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi moja amesema kwamba ni faradhi kwa kila Mwislamu mwanamume na mwanamke kutafuta elimu. Yeah. So unaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kwamba watu watafute elimu na hata katika hadithi nyingine amesema kwamba inamlazimu Mwislamu kutafuta elimu hata kama ni kwenda mbali, sawa na kwenda Uchina. mm -hmm. Yaani ana maana kwamba hata kama itakubidi kufanya safari ndefu namna gani kutafuta elimu, basi fanya hivyo kwa hivyo safari nzima ya Jalsa Salana haswa huwa ni kwa sababu ya watu kupata faida ya kiroho na watu kupata elimu mbalimbali, sababu si kila mtu ana uwezo wa kununua vitabu, lakini pale kuna hutuba ambazo zimetengenezwa na wataalamu wa dini ambao unapata bure. No. Wana mtangazaji Yes. kwa hivyo kazi yako ni kufika kule kwa gharama yako mwenyewe kidogo, lakini upate ile faida kupata zile yale mafundisho elimu yako, na watu hata wanachukua wanaandika chini yale mambo ambayo, zile aya ambazo wanatafuta kujua maneno ya Sidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Na kitu kingine muhimu ni, ni, nikumbushe kwamba wenye kuhudhuria Jalsa Salana wanafaidika kutokana na maombi ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo hizi ni mikutano ambazo malengo yake bwana mtangazaji ni ya kidini na faida ya kupata elimu ya kidini. Naam, asanteni sana, asanteni sana kwa kutuelimisha, uh, kuhusiana na mambo ya haji na pia mambo ya jalsa salana, na mmeweka wazi pia, imekuwa wazi ya kuwa kuna tofauti baina ya jalsa salana na pia tofauti baina ya nini ya haji. Asanteni sana kwa kufika katika studio yetu na kutuelimisha mambo mengi sana kuhusiana na maisha matakatifu ya mwanzilishi wa Jumuia ya Waislamu wa, wa Ahmadiyya Mwenyezi Mungu awabariki katika maisha yenu ya kidini. Asanteni sana. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, kwa hakika tumeelimika sana na natumai ya kuwa wewe binafsi umepata elimu chungu nzima kama ulikuwa umeungana na sisi siku ya leo. Kuna vipindi kadhaa ambavyo wageni wetu wametufundisha mambo kadhaa kuhusiana na maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu Ahmadia, wakisisitiza sana kuhusiana na shutuma mbalimbali dhidi ya Masihi Maudi alaihi salatu wassalam. Asante sana kwa kusikiliza na kupata elimu katika studio yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kadiyase chali ek zinda hawa